Unakumbuka mechi yetu dhidi ya Mtibwa Sugar ambao tulicheza katika uwanja wa Azam Complex pale Chamanzi, goli la kwanza lilifungwa na Adam Omari Adam, lilikuwa ni goli ambalo lilifungwa ndani ya dakika kumi na tano. Kwa hiyo aa, kila mmoja alifurahi, lakini kikubwa zaidi tulifurahi kwa sababu timu nzima ilifurahi kumwona Adam Adam amefunga goli katika, baada ya kucheza michezo mitano huko nyuma. Adam, mambo? Wow. mzima. Niambie mwanangu mimi kwanza nilifurahi sana kuona, kuona juzi umefunga goli. Pengine baada ya kufunga goli juzi kitu gani mpaka sasa hivi unakisikia? Pamoja na kwamba tulipoteza e, pamoja na tumepoteza na kuanza kufunga kitu ambacho na feel nahisi nice kabisa nime, nimefungua kwao, nitaendelea kufunga na hata mchezo unaokuja natumaini pia nitafunga. Kilikuwa ni kipindi cha au ulikuwa ni muda wa namna gani? Uh, katika zile dakika kumi na tano za mwanzo ambazo wewe ulifanikiwa kupata ushindi au kufunga goli lako la kwanza. Uh, kwanza kabla ya mechi nilishawaambia wenzangu kwamba leo naenda kufunga na nilikuwa na nadhiri hiyo ya kufunga, kwa hiyo nilifight zile dakika kumi na tano za mwanzo ili niweze kuhakikisha nafunga kipindi cha kwanza ili kuisaidia timu yangu kwanza na pia kutimiza kile ambacho nilikuwa nimewaahidi wachezaji wenzangu. Na ukiangalia tuna tupo kwenye maandalizi sasa ya mechi dhidi ya Singida, zungumza na mashabiki, zungumza na Watanzania wote ambao sasa hivi wanatufuatilia kwa karibu zaidi kuona kwamba timu inakwenda kupata matukio mazuri kama tulivyofanya mechi dhidi ya Tanzania Prison. Uh, kwa wote walipa kodi na kama washabiki wetu, maana ni timu ya, ya, ya walipa kodi, watutegemee, wasivunjike moyo kwa mechi mbili ambazo tumepoteza nafikiri waendelee kutusapoti na sisi tutahakikisha tuta tunawapa kile ambacho wanahitaji, ikiwa ni furaha, tutawapa furaha, watutegemee, wasikate tamaa. Na sisi ni michezo miwili tumepoteza. Tume, tumeona ni nini tulichokuwa tunakosea, na mwalimu amekuja kwenye uwanja wa mazoezi ameweza kurekebisha na kutu, kutuambia kwamba tumefungwa, tunatakiwa tuinue vichwa tuweze kusahau yale yaliyotokea na kuweza kufanya mazuri kuanzia kwenye, kwenye mchezo wa Singida.